Sehemu ya mazungumzo na asubuhi hii ni niko pamoja na Dr. John Rugasha kutoka hospitali ya Taifa Muhimbili, kubwa tunalozungumzia mimi pamoja na yeye ni kuhusiana na ugonjwa wa homa ya ini ama hepatitis B pamoja na C, atatuambia nini tofauti. Karibu katika studio za Jambo Tanzania asubuhi hii. Uh, jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya ugonjwa wa homa ya ini. Tunapozungumzia ugonjwa wa homa ya ini, uh, nini hasa maana yake? Hadithi kwa kuanzia. Asante ndugu mtangazaji, nashukuru kwa kunipa nafasi hii pia. Homa uh, ya ini ni tatizo la tuseme, ya ugonjwa wa ini ambao unaletwa au unasababishwa na virusi vinavyoshambulia ini, na katika jamii ya virusi hivi then kuna, kuna aina hivi ya virusi vya hepatitis vinaitwa hivyo mm-hmm. Lakini hepatitis kwa jina la kizungu yani, kimsingi tu ni ni inflammation ya ya ini yani, kama infection kwenye ini. Na hawa wadudu kwa sababu walikuwa wanaonekana wanapendelea hasa zaidi kushambulia ini, ndio inaitwa hepatitis mm, yeah. Na wanajamii hawa ni wengi e, kuna kuna hepatitis A kuna B kuna C kuna D mpaka G, na pengine maambukizi ya ya ya homa hii ya ini yes. Na aina ambazo umezitaja mm -hmm. ya, yanakuwaje ya maambukizi yake? Maambukizi kwa ujumla yanatokana kwa njia ya damu, lazima pawepo mwingiliano, especially kwa hepatitis B na C, lazima pawepo mwingiliano wa damu e, au majimaji kati ya mtu ambaye ameathirika na mtu ambaye hajaathirika. Kwa hiyo aa, njia za kujamiana, njia za wenzetu wanaofanya hizo dawa za kudunga sindano wanaofanya matumizi ya dawa za kulevya, matumizi ya dawa za kulevya, lakini wakitumia sindano hasa <coughs> Eh, kwa namna nyingine, of course, hata kukisiana au hata kwa njia ya jasho, lakini inatofautiana kwa kiwango, lakini kwa kiwango kikubwa kabisa ni njia ya damu. na mpaka tunavyozungumza sasa, labda hali ikoje nchini ya maambukizi ya ugonjwa wa homa ya ini? Tatizo ni kubwa, niseme sisi ambao tuko pale Muhimbili tunaona is, is late cases, yaani maana sisi tunaona matokeo ya hepatitis mm, na wagonjwa kwa kweli ni wengi sana ambao wanakuja katika uh, hali ya maambukizi, ambao wameshapata madhara ya hepatitis lakini kwa takwimu zilizoko za duniani kwa Shirika la Afya Duniani uh, hepatitis inazungumzwa kuwa katika maeneo yetu kuwa katika kila watu mia moja watu wanane wanaotembea wana maambukizo ya hepatitis B. Kwa hiyo ni kikubwa kama vile tunavyoona katika HIV uh, na, na, na kama kitakwimu uwiano uko hivyo, uelewa uh, sasa katika jamii tuzungumzie hapa nyumbani, wa ugonjwa wa homa ya ini ukoje? Kwa kweli uelewa ni mdogo eh, kwa sababu hakuna hapa kuwepo na hatua madhubuti za kuhamasisha hili ah, labda kwa sababu tuna ugonjwa wenyewe ulikuwa unasema ni silent diseases, yeah, unakuja huko kimya kimya, sawa, unakaa miaka ishirini ndio unaona athari zake tangu eh, maambukizi uh, uh, labda hapo sasa yeah, uh, mtu anapopata maambukizi yeah, mpaka kuanza kuja kuona dalili za huu ugonjwa inachukua muda gani? Of course anapopata maana mambu... tuna tuna phase tuna mbili tunaziita, kuna awamu mbili za maambukizi. Anaweza kapata akapata maambukizi akapata akaingia kwenye acute phase. Zile acute phase, eh, dalili zile ni za kawaida ambazo tumeshazizoea ni zina- zina homa zina manjano, mtu anaweza kupata kichefuchefu na kutapika, anaweza kuwa na um, nani, maumivu ya tumbo, lakini kwa uzoea wetu huku sawa, tunafikiri kwamba ni malaria au labda watu wengine wanatibiwa na typhoid au wengine wanatibiwa na magonjwa tu ya tumbo ya kuhara kama wanavyofikiria hivyo. Kwa hiyo, yale acute ni yanatokea ya kwa muda mfupi, hata actually kwa wiki tatu tu mtu tayari, tangu virus imeingia, baada ya wiki tatu mtu ameanza kupata nini, dalili hizi. mm -hmm lakini hazikai kwa muda mrefu pia. Kwa hiyo watu wanaweza kwenda kutibiwa malaria mathalan, akapona. Kwa hiyo akafikiri kwamba tayari ana nini? Ana nini? Ana, amepona, alikuwa na malaria, of course. Kuna wengine ambao, uh, ule ugonjwa ni mkali zaidi Wanakuwa na njano njano ile inakuwa kwa muda mrefu, wanakuja mahospitalini kwa uh, kutokuelewa. Wakati huo nafikiri sasa hivi tumeendelea kidogo mm. Basi wanaweza kufikiri labda tu ni tatizo, labda wengine wanaita yellow fever au wanafikiri kama ni kitu kingine, au labda amekunywa miti shamba, nafikiria hivyo, kwa ile njano inakaa mpaka inaisha, lakini yule mdudu sasa unakuta anaendelea sasa, anaingia kwenye chronic phase mm-hmm. Eh, kwa hiyo uh, watu wengi wanaopata haya maambukizo kwa hepatitis B asilimia karibu 95 kusema kweli wanapona bila wao kujifahamu. Mm -hmm. Kwa hiyo uh, ina maana huu hu ugonjwa wa, wa, homa ya ini kama mtu anafika ana, ana hospitali labda mapema mm upo uwezekano wa kupata tiba na akapona kabisa. Mm -hmm. Actually hepatitis B haitibiki. Mwili tu wenyewe Mungu ametengeneza mechanism ya wenyewe kupona spontaneously tunaita. Mm -hmm. E, kwa hiyo asilimia tisini na tano ya watu wanaopata maambukizi bila kujifahamu wanapona wenyewe na kwa kweli hawajifahamu walikuwa tu wanasema ni fresh kupata njano kipindi fulani. Sawa, mm -hmm. Basi akatibiwa malaria akapona, lakini kusema kweli kumekuwa na kinga imetengeneza mwilini mm -hmm. na amepona ule mgonjwa. Lakini asilimia kama tano sasa ya hiyo population ndio wanaoendelea sasa na chronic disease, ambao kimsingi sawa, haina tiba mpaka sasa hivi mm -hmm. e, sasa hiyo tano ndio inayotupa asilimia wa asilimia nane sasa hivi katika hao tano wanaokwenda kwenye chronic burden, yake kwenye population ndio 80%. Na kuna tofauti gani kati ya uh, hepatitis B C na A kama ulivyotaja? Sawa, nakushukuru mtangazaji. Uh, hawa nimesema kwamba ni familia moja, lakini wanatofautiana katika maumbile tuseme, au wanaita morphology, na pia na dalili za uambukizo au clinical cause zao wanazosababisha kwenye eh, mwili wa binadamu Uh, kimaumbile uh, hepatitis A uh, wana kitu kinaitwa RNA, yani kwenye kwenye moyo wao tuseme, wana mfumo unaoitwa RNA. Hawa wanafanana kabisa na, na hepatitis C moyo Mw, wao tuseme, nucleus zao zina RNA, lakini hepatitis B wana DNA, na DNA hii mfumo wao wa maambukizi ni actually kama HIV. Kwa hiyo uh, lakini hepatitis A wao watuna, wao wanapatikana kwa njia ya contamination ya vyakula sawa, au kunywa maji au vitu ambavyo vina namna hiyo fiko oro naita ambao, of course, wataleta dalili hizo hizo kama nilizoeleza, lakini pia wanapendelea wana kukaa au kushambulia ini, lakini hizi huwa ni za muda mfupi na watu wanapona kabisa, ambazo zina sifa sasa ya kuwa na Huyu B ana DNA. Huyu C ana RNA, lakini uh, hepatitis C ana ana asilimia kubwa wanaopata ugonjwa wa kupitia hepatitis C, wao actually kwenda kwenye chronicity ni kubwa zaidi. Kule nilisema zaidi ya asilimia, asilimia tisini wanapona actually, hapa chini ya asilimia ishirini ndio wanapona asilimia 80 na zaidi wanaenda kwenye chronic disease. mm -hmm. e, ndiyo, tabia zao na uh, tu, tunaona magonjwa mengine kwa mfano uh, virusi vya ukimwi na ukimwi mm -hmm. uh, mtu anaweza akafika katika stage labda uh, ya kuanza kuugua mm -hmm. Lakini akaanza kutumia dawa za kuongeza muda ndiyo. Na akaishi miaka mingi tu kumi na tano hadi ishirini mara nyingine ndiyo, ndiyo. Uh, lakini katika huu ugonjwa labda wa homa ya ini mtu akishafika katika uh, hatua ambayo ni chronic kama unavyosema, ana uwezo wa kukaa pia muda mrefu, labda akapata uh, dawa pia za kupunguza makali, makali. Uh, kama ilivyo labda katika HIV. Asante mtangazaji. uh, uh, ndio nilivyosema kwamba uh, huu ugonjwa ni silent disease, kwamba silent kwa maana kwamba kusema kweli hauna athari za moja kwa moja na e, unajua kwenye HIV kulikuwa kuna athari za moja kwa moja ambazo zina zilikuwa zina kompeli watu kutafuta dawa ili at least kuboresha maisha. Mm -hmm. Lakini kwenye hepatitis B wana tabia au hepatitis kwa ujumla wana tabia za za chini chini niseme. Una maambukizo lakini damage au mach, madhara yanafanyika kwa taratibu sana bila wewe ku, au bila mtu kufahamu. Lakini zaidi ya hapo pia uh, mwili unakuwa unaendelea kupambana na hao wadudu. Kwa hiyo wakati mwingine madhara yao sio ya moja kwa moja. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa na maambukizo lakini hana, hana madhara ya katika mwili. Kwa hiyo necessity au lazima wa kutumia dawa unakuwa kimsingi hakuna. Actually watu wengi kabisa hawajijui, ndio maana umesema hata uelewa wao ni mdogo, kwa sababu hana, hana madhara yoyote mwilini uh, kitaalamu kama ilivyokuwa kwenye hepatitis, I mean, HIV au DNA viruses ni wagumu sana kutibu kwa sababu wana wanajiingiza wana, wana katika mfumo wa seli ya binadamu mm -hmm. kwa hiyo uh, namna ya kuwadhibiti imekuwa ni ngumu sana kusema kweli, of course wanatabia pia zingine za kukataa dawa, lakini hata hivyo kukwepa uh, kinga ya mwili isiwashambulie, wana tabia nyingi sana lakini kwa mfumo wa RNA, wa wa RNA viruses wale wanatibika, kusema kweli maana sasa tuna wa, kwa hepatitis C kuna tiba e, mgonjwa akigundulika anaweza akatibika kabisa akapona, lakini kwa hepatitis B mpaka um, sasa hivi zaidi ya chanjo e, hatuna tena dawa nyingine kwa sasa hivi, lakini ziko dawa ambazo zinaweza tu zikapunguza Uh, unasema kucontrol mm -hmm. eh, eh, lakini labda uh, pengine kuna tafiti ambazo zimefanyika kimataifa mm -hmm. ama kitaifa kuhusiana labda na namna ya kutibu zaidi mm -hmm. uh, hii hepatitis B ambayo mm -hmm. unasema ndio inafika sana kwenye chronic stage mm -hmm. labda tafiti zina, zinaonyeshaje uh, kwa sasa? yeah, nashukuru mtangazaji. Of course haya tunayozungumza yote yanatokana na tafiti na wenzetu bado wanakazana sana kutafuta namna gani ya, na eh, ya, ya kudhibiti ugonjwa huu uh, lakini mpaka kwa sasa hivi uh, dawa ambazo zipo ni zinaweza tu kupunguza ile tunaita viral replication.